Vishimeji yangu angia okay. Walipofika ujapata muda wa kukaa tukazungumza na yote ni kutokana na shirika zangu za hapa na pale. Na Na nikitoka shambani pata muda wa kuzungumza lakini angalia kama vile hujachangamka ama hauna furaha? Amna, unaleta tena ugeni, ni mazingira ya kunakweni au? Kumbuka, kumbuka ile siku ya harusi miongoni mwa eh, watu ambao walikaa pale mlangoni ili mimi nisingie ndani kumwona bi harusi, kumbuka ile siku ya harusi. Ulifunga mlango na marafiki zako ili mimi nisiingie ndani, kapiga makele mpaka hela ikuona. Leo nakuona kama umepoa hivi, au mazingira sio rafiki kwako ama kawaida? Tuone haya sasa jambo ambalo nataka nikuambie kuhusiana naa na, kama na, unavyoona hali ya aladako live mm. Kwa wakwenda dukani si wakwenda gengeni wala si wakwenda shamba, yaani kujitahidi kutoka pale ndani kwenda kwa mm. Kwa hiyo kikubwa uwe naye makini sana na wote kuanzia sasa tarajia enda kwa hiyo kanje naye sio mkazi, hata kama ni mkazi, kuna vitu vingine vya wanawake hawezi kufanya yeye. Kwa hiyo vipirika vingine vya kufanya kama kuota maji, kuni, hilo sio swala la kwenda kufanya tena wewe. Hilo atalifanya kanje, atalifanya nani Sa. kanje kwa hiyo wewe uwe makini sana na nani na dada, sawa sawa sawa. Sa. Basi, mi niko wake, nataka niingie hapo stendi mara moja, stendi ya mkata hapo, maana kuna rafiki yangu anaitwa ndege ni ajenti wa mabasi. Kwa hiyo kuna rafiki yangu ana mdogo wake anasafiri kesho kutwa, shule zikifungwa, nataka nifanye utaratibu wa kwenda kumfanyia booking ya tiketi. Kama kunatokezea changamoto yoyote, basi utaniambia, sawa? So itaidi sana. Vipi, umeshakula chakula? Mana ndokona unapika lakini kula? Na ijaona ah, kula. Yaani kama natengeneza muda mpaka nikienda kule nikirudi tena kwa kiya <laughs> <laughs> Eh, halo e, atadoni ah, oh, oh, safi. Mambo vipi? Safi aise bwana, kwanza pole sana, maana jana, wakati liko pale stendi, nafuatilia ile tiket, nilikuwa na kupigia simu, alafu saa simu haipatikani, na kibaha zaidi wananambia asanikaa, sijajua nikipiga prin aeleta eleli sasa. N safi, sasa tiketi bwana imepatikana, imekwambia uhakika i ajenti wangu bwana ndege, na mkubali sana kwa nini ukosa tiketi. Na tiketi ambayo umepata bwana, umepata KS, tena KS hii mti ambayo ina azam juu burudani kwa woto Yani, umekaa kwenye siti burudani, unaangalia zako, kama ni mpira, kama ni katuni, kama ni vipindi vya michezo yani hivyo yani. Haya sasa, sasa na mwambie sasa mwanao, maana eh, anaweza kana kupanda pale gari na mizigo zio mingine, hata na gari mpaka mwenyewe akajishtukizia. Sasa na mtu anaenda kupanda ndege alafu nguo ambazo haziendani Wapo watu wanaweza kumuhisi huyu mwizi ni au jambazi aya, basi sawa, hiyo haina shida. Okay, haupo huko. Haya, mimi nilikuwa nimeionipo tu nyumbani hapa, nimejilaza mara moja hapa, napungapunga zangu upepo hapa. Haya basi poa, haina shida, aya poa

sehemu yote ndo maana mimi simame ah nilisimama ah, kwa sababu nimeona nafasi nimechukua kubwa. Ndo maana ananiongea huko, nimesimama. Wewe unasimama simama, bwana kama vile unakata ushuru bwana, hamna hamna. Nilipoona tu nafasi kubwa kubwa nimesimama yangu, kisha ah, sasa kaka eh, mimi na shida shida gani dangu mimi bwana, kaka mimi nataka ndio dani kidogo, akatembea ah, nde. ah. Mdogo wangu kanje, wewe ni mzima, una madefu hapo hao. Yani asikumalize, maana yako ni ipi? Maana yangu mimi ni kwamba nenda kidogo mtaani, kisu kwanza, nimechungwa naenda ah, kidogo mtaani kuzurura, kumchangamka eh, kidogo ni Ah, bili, sina limeisha hilo. Juzi tu tumeuza mahindi hapa nusu weka. Aliyekuwa analima nani si wewe? Aliyekuwa analima nani si mimi? Aliyekuwa analima nani... si... shemeji yako. Sasa leo ni shinde elfu mbili ya kukupa wewe ukazurura ukapata biashara. Bili za kukupa wewe imeisha. Sasa usimwambie shemeji yako hapo. Sasa kaka, ngapata ta nyongeza kidogo ah. sasa hilo utazungumza na shemudi yako hilo ah. Lichochunbwa mimi ni 2000. Kaka, ngapata ta nyongeza kidogo ah. sasa hilo utazungumza na shemudi yako. Ndio maana nikuja kukuomba. Yaani imeisha hilo. Hebu kwanza kata hilo chungwa. Ah, maana kama vile unalimenya hivi unalimenyamenya ah. Eh, achunga enye dogo kaka, dogo lakini tamu. Mm.